na kama cheti chako ni cha zamani hakikisha umekibadilisha na kuwa cheti kipya. Unaweza kutucheki WhatsApp leo ili tuweze kufanyia mchakato mzima wa kuweza kupata cheti chako cha kuzaliwa. Na nafasi zilizoweza kutangazwa ni dereva daraja la pili, kuna nafasi mbili. Sifa ni elimu ya kidato cha nne na leseni ya daraja C au E ya uendeshaji, pamoja na uzoefu wa kuendesha magari kwa muda usiopungua mwaka moja bila kusababisha ajali lakini pia huo umehudhuria mafunzo ya msingi ya uendeshaji magari basic driving course yanayotolewa na, na chuo <coughs> <coughs> cha ufundi ya Veta au uh, chuo kingine kinachotambuliwa na serikali. Nafasi zingine ni msaidizi wa kumbukumbu -kumbu daraja la pili. Hapa pia kuna nafasi mbili, na ni elimu ya kidato cha nne au cha sita aliyehitimu stashahada NTA Level 6 katika fani ya uh, utunzaji wa kumbukumbu -kumbu. kutoka vyuo vinavyotambuliwa na serikali mwenye ujuzi wa kompyuta. Ngazi ya mshahara ni TGSC. Nafasi nyingine ni, ni mwandishi mwendesha ofisi daraja la pili, nafasi nne. Sifa ni elimu ya kidato cha nne au kidato cha sita wenye stashahada ya diploma ya uhazili au cheti cha NTA Level 6 ya uhazili, na awe umefaulu somo la hati mkato ya Kiswahili na Kiingereza maneno 100 kwa dakika moja lakini pia uwe na mafunzo ya programu za kompyuta za ofisi kama vile Word, Excel na PowerPoint, Internet, email na publisher kutoka chuo chochote kinachotambuliwa na serikali. Hakikisha wewe ni raia wa Tanzania mwenye umri kuanzia miaka 18 na usiozidi 45. Hakikisha umeandaa CV yako tarifu la msita yenye anwani inayotumika namba za simu zinazopatikana na anwani ya barua pepe au email address, pamoja na majina ya wa wadhamini watatu Maombi yote ambatane na nakala ya vyeti vya elimu na taaluma vilivyothibitishwa na mwanasheria au wakili. Testimonial result zitakubaliwa. Kwa wale waombaji waliosoma nje ya nchi, hakikisha vyeti vyenu vimehakikiwa na TCU, NECTA, na NACTE. Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 16 Februari 2026. Kumbuka kuambatanisha barua yako ya maombi ya kazi iliyosainiwa na barua hiyo elekezwe kwa mkurugenzi mtendaji Halmashauri ya wilaya ya Mvomero SLP 663, Morogoro. Maombi yote yatumwe kupitia ya mfumo wa kielektroniki wa ajira, yaani ajira poto. Na hii ni channel ya Feaboy, kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii na share video hii kwa wengine wengi zaidi. Asante na karibu.